ani kwangu siku ya leo, kuna mjadala mzito kweli kweli, na mjadala huu unaongozwa na mada inayosema kwamba mapenzi au pesa ni kipi kinaiongoza dunia? Na kuna msanii mmoja amewahi kuimba wimbo, wanasema kwamba mapenzi yana run dunia. Sasa leo tunataka tujadiliane eh. Toa maoni yako kwenye sehemu ya comment yapo, tuweze kwenda pamoja, kwamba ni mapenzi ndio na run dunia au ni pesa ndio ina run dunia, na kwa nini hasa unafikiria hicho unachokifikiria, kama ni mapenzi au kama ni pesa ndio kina run dunia. Tukijaribu sasa kuiangalia hii mada yetu kwa undani zaidi, tuanze labda kujiuliza huyu, kwa mfano tukianza na hiyo kauli kwamba mapenzi yana run dunia. Eh, kwamba mapenzi ndio yanayendesha dunia. Tunajiuliza kwamba huyu msanii aliyeimba huu wimbo alikuwa anataka kutuambia nini, na ni mapenzi ya aina gani hasa hapa alikuwa anayazungumzia? Ni mapenzi ya wenza, mke na mme, mtu na mchumba wake, ndio anayozungumzia hapa? Je, hayo ndio yanayoendesha dunia, au ni mapenzi kwamba yale mahaba ambayo mtu anakuwa nayo juu ya kitu fulani eh, labda mahaba ambayo mtu anayo, mapenzi ambayo mtu anayo katika kucheza mpira wa miguu, mapenzi ambayo mtu anayo katika utabibu, mapenzi ambayo mtu anayo katika uandishi. Ni hayo anayozungumzia, au anazungumzia mapenzi yapi? Of course tukiyazungumzia kwa mfano mapenzi ya aina ya pili ambayo nimezungumzia kwamba yale mahaba ambayo mtu anakuwa nayo, mapenzi au upendo au kitu anachokuwa na katika jambo fulani, katika shughuli fulani, ni moja ya kitu cha msingi sana ambacho kinaweza kikamfanya mtu akaweza kufanya makubwa au asifanye makubwa. Ni kitu ambacho kinaweza kikamfanya mtu akafanya vitu vya tofauti, kikampa msukumo, kikampa maana na of course kikaweza kumpa pesa lakini kwa upande mwingine, je, tunazungumzia, tuna vitu viwili kwenye mzani leo, kwamba ni mapenzi au ni pesa? Ni kipi kina run dunia? Ni kipi kina run dunia? Je, ni pesa? Tukiangalia, tukiangalia, tumeanza na mapenzi, sasa tuje kwenye pesa. Lakini kabla tujaenda kwenye pesa, tuashumu kwamba mapenzi ambayo labda yanazungumziwa au alikuwa na akiyazungumzia msanii wetu hapo ni mapenzi ya um, kati ya wanandoa. Kati ya wanandoa, na kama ni mapenzi kati ya wanandoa kuna tafiti zinatuonyesha kwamba zaidi ya asilimia hamsini ya ndoa ambazo huwa zinavunjika kila mwaka sababu kubwa iliyo nyuma ya hizi ndoa kuvunjika ni pesa, ni pesa, kwamba aidha hawana pesa, pesa ni shida, pesa ni changamoto, kwa hiyo mahusiano yanavunjika, au pengine pesa ipo, lakini kuna kutokuelewana miongoni mwa hawa watu pesa Sasa bado unafikiriaje? Labda wakati unaendelea kuichambua hili jambo, ni mapenzi ndio yana run dunia au ni pesa ndiyo ina run dunia? Tuendelee mbele zaidi kwenye hilo hilo la mapenzi, tuchukulie kwamba labda mapenzi yaliyokuwa yanazungumziwa labda au ambaye anazungumzia msanii wetu hapo, ni mapenzi aina ya pili kwamba mahaba yale ambayo nimezungumza kwamba unakuwa nayo juu ya kitu fulani eh. Mtu ana mahaba juu ya kompyuta anapenda kuchezea kompyuta ku design vitu, apps mbalimbali na mbali, vitu kama hivyo lakini je, hivi vitu vinaweza kutengenezwa kivipi bila ya pesa? Vinatengenezwa tengenezwaje kwa mfano eh. Au kwa mfano una mahaba eh, labda ya E, hata utabibu labda, wewe ni daktari na ukizama huko yani, unaweza ukatumia siku yako nzima hata yani hata usipokula huoni shida yoyote yes. Lakini je hivi vitu vinaweza vikaendelea bila ya pesa? Ni kwa muda kiasi gani unaweza ukasustain hilo jambo bila ya kuwa na pesa? Tuendelee kujiuliza kwamba je ni mapenzi ndio inarun dunia au ni pesa ndio inarun dunia? Tukiendelea mbele zaidi, tunagundua kwamba katika mapenzi tu ya kawaida, kwa mfano, kati ya mme na mke, kati ya nini, pesa mara nyingi itakuwa inahitajika eh? aliniambia <laughs> si, si, si, si, si, si, nani hii, tulikuwa tunapiga stories siku sio nyingi, akaniambia kwamba uh, hata hata mtu unapoingia katika mahusiano Eh, umempata mchumba, umempata mwenza wako eh, okay. hela ya kwanza ambayo itaombwa yani, utakuta kwamba hela ya kwanza una nini au kitu cha kwanza ambacho kitaombwa itakuwa ni hela kwa ajili ya nini, labda kwa ajili ya kusuka. Kwa hiyo inahitajika hela, na hela itahitajika katika vitu vingi katika mahusiano, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya familia na kwa ajili ya vitu vingine vingi. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna kazi kubwa ambayo pesa ina play. Kuna role kubwa ambayo pesa ina play. Tukiangalia katika mazingira ya kila siku uh, pesa tunaona kwamba inakuwa ina nguvu kubwa sana unaweza ukaenda eh, hospitali. Ukienda hospitali, unaumwa, huwezi ukamwambia daktari, mimi na upendo mwingi sana nina mapenzi mengi sana na hiyo hospitali yako, na mapenzi mengi sana na wewe, hapo ni tibu, atakuangalia vizuri hivyo, huyu <tuhi> mtu huyu huyu ni mtu wa aina gani? afu mwisho siku atakwambia nashukuru sana lakini, tunahitaji pesa ili tuweze kutibu. Tuendelee kujadiliana, lakini kwamba je, ni mapenzi au ni pesa ndio ina run dunia? Ukienda kwa kondakta, ukienda unataka kusafiri, e, utoke Dar es Salaam uende Arusha, ukaenda na mapenzi yako pale, unaweza ukasafiri na na ni kwa muda kiasi gani, unaweza ukapata uka huo usafiri wa mapenzi unaotokana na mapenzi kwa muda kiasi gani? Na je ukina na pesa yako utasafiri hutasafiri? Kwa kumalizia, eh, kwa kumalizia, ningependa kusema kwamba kila kitu kina nafasi yake, mapenzi yana nafasi yake, pesa ina nafasi yake, lakini tufahamu wazi kwamba pesa ina nguvu kubwa sana katika dunia ya leo. Pesa ina nguvu kubwa. Pesa eh, kama wengine wanavyoita sabuni ya roho, ni moja ya kitu kikubwa sana ambacho kina uwezo wa kushape ulimwengu na kubadili ulimwengu kwa ujumla. Nadhani baada ya hewa ya oxygen pesa ndio inafata kwa umuhimu. Kwa hiyo pesa ina nguvu kubwa sana kwa vyovyote vile tujitahidi tuwe nayo, hata kama tutakuwa hatuhitaji kuitumia katika mazingira ya kila siku. Utagundua kwamba pesa inatumika sana kuliko hata ma mapenzi. Ukiamka asubuhi, kitanda unachokuwa umelalia ni pesa, nguo unazovaa ni pesa, usafiri unaotumia ni pesa, chakula unachokula ni pesa na hata hii video unayoiangalia hapa, unaiangalia kwa pesa. Mapenzi yana nafasi yake pia, lakini pesa ina ya nafasi yake pia. Kwa hiyo tulitambue hilo, lakini tufahamu kwamba pesa ina nguvu kubwa na ina muhimu kubwa zaidi. Na katika harakati zetu za utafutaji tujitahidi kuhakikisha kwamba tunakuwa nazo pesa, tuzitafute zituzoee. Tuwe nazo hata kama hatuhitaji kuzitumia kwa wakati huo. Katika sehemu ya maoni, ningependa kujua maoni kutoka kwako kwamba, je, ni mapenzi au ni pesa? Ni nini hasa kwako kwa? Asante sana.